Ay, karibu tena mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu hapa kwenye Sema na Citizen. Zaidi ya wakazi elfu moja katika kijiji cha Chidze Kibwaga, eneo la Tiwi kaunti ya Kwale, wanalalamikia unyakuzi wa ardhi ya zaidi ya ekari 400. Wakazi hao wanadai ardhi hiyo ilitumika tangu jadi kufanya kilimo na ufugaji na ilistahiki kutolewa kwa wakazi. Aidha, wanalalamika kuhangaishwa kwenye biashara yao wanayotegemea kuchimba mawe katika eneo hilo. Lawrence Nganga anaarifu zaidi kutoka Kwale. Wakazi hapa Chidze Kibwaga wanashinikiza serikali kusitisha wanachodai ni unyakuzi wa ardhi ya ekari zaidi ya mia nne, wakisema ardhi hii ilikuwa ya mababu zao waliotumia kufanyia kilimo na ufugaji kabla ya kuwa mikononi mwa wazungu walioikodisha wakishikilia ilifaa kufanyiwa mpimo mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili na wenyeji kupata hati miliki. Mimi nimewathiriwa, hata shamba langu limetolewa. Picha zenyewe ndio hizi, nimefukuzwa kabisa. Mkiziangalia hizi picha, nimefukuzwa pale kwangu shambani. Kwa hiyo nasema, naiomba serikali tukufu na serikali yetu ambayo ni ya gatuzi la Kwale ambayo inaongozwa na mama yetu ambaye tunasema ni mama mchangamfu, mama mwenye kujali watu wake kupitia kwake angalie swala hili kwa sababu hili swala limekuwa nyeti, limechukua miaka ya kutosha. Sisi tumechoka kabisa kabisa na historia yetu, mababu zetu waliingia hapa 906 AD. Sasa haiwezekani wale watu wetu wa zamani waliingia katika huu mwambao wa pwani 906 AD alafu tukose title deed ama tuwe maskota mpaka hata kupata uhuru pia bado sisi tunaishi maskota ndani ya nchi, na pia tunamwomba Rais Bwana William Ruto, yeye akiwa ni rais wa awamu ya tano amalize huu mzozo was and for all. Sisi hatuna atu pahali kwa kwenda tuende wapi? Sisi tunadhulumiwa tu sana, tunaomba Mheshimiwa Rais utupatie mashamba yetu. Wakikashifu baadhi ya maafisa wa serikali wanaodai wanashirikiana na mabwanyenye kutekeleza unyakuzi unaowaacha wakihangaika, wakisema pia wanafurushwa kutoka sehemu walizokuwa wakitumia kufanyia biashara ya kupiga mawe. Kuna mashine zetu zichukuliwa, mashine kama mia mbili hivi ziko ndani. Ukienda kuputini polisi wanakuambia kuwa utoe pesa, na ukitoa pesa pia upatie hizo mashine na nyumba tu hivi hivi. Mpaka saa hii hatuna kazi ya kufanya, iliyobaki tu ndipo labda tuanze wizi tu. Baadhi ya wakaazi wakisema sehemu zingine walizokuwa wamepata umiliki zilibatilishwa kinyume cha sheria. Ardhi hii ilipimwa mwaka ta, tarehe 14 mwezi wa 6 1972, tukapatiwa namba 484 na 483 Nilipokwenda Kwale kufuatilia title deed, wakati huo nilipofika li, Kwale ikawa ile <coughs> zile namba zimebadilishwa. Kwa sababu hiyo, naiomba serikali ya county government pamoja na serikali kuu iangalie hilo swala hali na mali lakini huenda ikaleta matatizo na ikiwa sitapata hii shamba huenda ikaleta matatizo, huenda watu wakauana. Utata wa ardhi unaonekana kuwaweka wakaazi kwenye njia panda, wakitaka serikali kufanya hima kutatua mizozo yote ya umiliki wa mashamba. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen, Tiwi, kaunti ya Kwale.